Enda lodge ukalipa hela mm, demu ajaja mm, hela lodge unarudishiwa? ah, ile, ile ile imeishaenda kwao, kama ajaja demu wetu siku mm, ile, mm, ile hela yetu inaenda kwa Mkapa, sisi tunaamini ishaenda na ile mechi ishapita shwa, baada ya Yanga kupeleka malalamiko eh, kasi kwa kutokana na mechi yao na dhidi ya Simba kuhairishwa. E, na sasa Rungu limewarudia wenye nalo e, nikiwa namaanisha ya kwamba mm, bodi ya ligi pamoja na TFF baada ya Yanga kupeleka barua yao na kuangaliwa na CAS, lakini pia bodi ya ligi pamoja na TFF na Simba nao e, wakawa wana neno la kuzungumza, lakini wao E, walikuwa concerned sana kwenye swala ya kwamba Yanga e, waliacha viongozi wa hapa nchini au mamlaka husika hapa nchini, ana kuto kuongea nao kumaliza labda tofauti zao, kujua nini cha kufanya, labda kama ingeshindikana, ndipo ambapo wangeweza kutoka e, na kuelekea CAS. Wao waliruka e, bodi ya ligi pamoja na TFF na kwenda CAS. CAS sasa wamerudisha rungu e, huku huku kwa wenye nalo nikiwa na maanisha TFF pamoja na bodi ya ligi, waje wakae tena wazungumze, wajue nini e, kitafuata. E, mashabiki wa Simba wanakwambia hauwezi kupata pointi tatu mpaka upite kwa mpanzo, na mashabiki wa Yanga wanakwambia wao hawachezi hapo, ndipo ishu inapoanzia. Kwa hiyo wapenzi e, wa michezo nchini wanasubiria tarehe itakayokuwa imeandaliwa na wahusika, tukiwa tunamwonyesha TFF pamoja na bodi ya ligi eh, kuelekea katika mchezo wa dabi kwa mara nyingine, kwa sababu dabi inatakiwa ichezwe, mtu apate pointi tatu ambazo eh, ni za halali kabisa. Kaa nasi Sports Air media uendelee kupata eh, updates kuhusiana na sakata hili.